Hi guys, mambo vipi? I hope mko poa na mnaendelea vizuri kabisa e, kwa wale ambao ni continuous wa vyuo vikuu, lakini pia walikuwa bado katika michakato ya kuomba mkopo ya bodi, na kwa wale pia tulio e, appeal, tulio kata rufaa, basi jaribu tembelee katika akaunti yako, kwa sababu e, tayari bodi wameshughulika na wameachia bachi namba tatu. Ukiingia e, katika e, peji yako ukafungua sehemu ya allocation mwanzo kabisa pale kwenye batch info kuna namba 3 utaiona pale, utaiona namba 3, utaona jina la chuo ambacho wanasoma. Ukiona namba 3, maanake hiyo ni batch namba 3. Ni, ni kawaida walishatangaza kwamba batch mwisho ni mbili lakini walisema wataendelea kutoa kulingana na jinsi eh, watakavyoendelea kupokea matokeo kwa wale continuous. Kwa hiyo ukiingia unaweza ukapata kujua kama eh, kwenye hiyo batch namba 3 nayo umepatiwa chochote kitu ama haujapata chochote eh, kitu. Kwa hiyo e, moja kwa moja kama kawaida utaingia kwenye website yako ya bodi ya mikopo almaarufu kama HESLB, Tanzania. Ukishabofia kwenye website ya bodi ya mikopo itakupeleka sehemu ambayo e, utaingia chini kabisa kwenye kipengele kilichoandikwa university student, ikimaanisha e, kwamba ni mwanafunzi wa chuo kikuu ambaye ni mwombaji ama mnufaika na lengo la kupitia hapo ni wewe ili uweze kuiona account yako ya sipa. Utaingia sehemu ile iliyoandikwa login. Ehe, baada ya kubofya sehemu ile iliyoandikwa login, utaweka namba yako ya username pamoja na password. Ukishafungua moja kwa moja, utagusa sehemu ile iliyoandikwa sipa, utabofya sehemu ile iliyoandikwa e, allocation. Baada ya kugusa sehemu ile iliyoandikwa allocation, utaambiwa andika mwaka ya type utachagua 2025 2026, alafu utabonyeza search. Ukija bonyeza search utaona matokeo. Kama utakuwa umepatiwa mkopo, utaona tu imeandikwa pale e, mwe, batch number 3 e, jina la chuo, first loan, alafu pia utaona sehemu iliyoandikwa meals and accommodation. Kama utakuwa umepata, utaona sehemu iliyoandikwa tu, yani tuition fee. Lakini pia kwa wale ambao wanapewa books and stationery, utaona pia sehemu ya books and stationery hata wale wa special faculty na mambo mengine utaona kiwango cha pesa. Kwa hiyo e, fanya hivyo, na kama utakuta ne hii yani hawajaweka chochote, basi ujue e, appeal yako bado haujapangiwa. Haimaanishi kwamba kutokuwa, bado hujapangiwa, basi ndo hujapata, kwa sababu mchakato wa upangaji wa mikopo huwa hauna kikomo the way jinsi e, bodi wanavyoendelea kupokea pesa kutoka kwa watu ambao waliwakopesha, yaani wale wanaorudisha ndivyo na wao wanavyozitoa kwa wanufaika wengine ili waendelee kupata. Kwa unaweza ukashangaa, e, ushaingia chuo uko unaendelea na masomo mwezi wa tatu uko nne, ukashangaa bodi ya mikopo wamekuwekea mkopo. Wao wow, utakapopata pesa ndivyo wanavyoweza kutoa pesa. Kwa ushauri wangu kwa vijana ambao mko festia, kama una uwezo wa kujianzisha kimasomo mwenyewe kupitia familia yako, basi nenda kaanze na masomo alafu uendelee ku-appeal uendelee kumwomba Mwenyezi Mungu muda wote, kulingana na kozi unayosoma vigezo ulivyo navyo, unaweza ukapangiwa mkopo na mambo yakawa bulbul. Na bodi wanafanya kitu kimoja ambacho huenda hukijui kama ni mwezi wa nane, wa nane ndipo wamekupa mkopo au mwaka wa pili wa wapili wamekupa mkopo eh, huwa wana include na ule mwaka wa kwanza. Hata kama wajisomesha mwenyewe mwaka wa kwanza, lakini wakakupa mkopo mwaka wa pili na unamaliza chuo mwaka wa tatu, basi watakupa mkopo kwa miaka yote miwili iliyopita na watatu unaoendelea. Kwa hiyo utajikuta una kitita kizuri tu, na kama ulisoma kwa kwa azima, unaweza ukarejesha kwa ulio wa azima. Asante, endelea kusubscribe channel hii.